Anasema atachagua tu venye anataka sasa. Kwa hiyo sasa hata ana kuna ngine na aka aka aka akanika pesa ngapi? Ni hapo. nikipata tu kama 15 ni sawa. 15. 15k. Hiyo simu ni ya bei, pesa mingi hata yenye saa hivi kigugu, hiyo simu kuipata inoma sana kuleta kwa ule mwenye. Aka ngine. Aka ngine nikakopoa Kwani unaenda wapi? Kuja hapa wewe. Sieni wali, silako. Sinaje biashara kaka kumuongea. Haivi kaka, aka niko kazuri ya biashara. Sasa akazinizie vizuri sasa bei mzuri. Unafika ngapi? Hm? Unafika ngapi? Si mwenyewe ni unaona hii simu ya kizungu? Sasa hata hii nyingine ni simu poa sana. Hebu nimpeke hii, nimsikie. Oh.

iko chini ama iko juu? Ziko juu I mean. Hapana, hiyo nimekupa mm -hmm. na bei poa sana. Kuna simu ingine ukikuta kama hii, sio simu ya kuangalia tu kamera venye iko iko poa, lakini hey, hii simu zimechapachapa kidogo aja mm -hmm. chapa hii simu imetoka kitaa, huwezi jua mm -hmm. iko vipi mm -hmm. yeah. kakotu poa sana, si unaonaje kaatoa selfie vizuri ana niuzia express, ujaribu kumwambia mimi ni mtu wako kweli, mtu unaharibu. Imagine ana haribu. Sio niletea watu ambao labda hawana pesa ah, ah, oh, mimi nakaa kwa sina pesa nice. Sasa kama sura yako inaonyesha uko poa lakini sasa mimi mm sijui mfuko wako uko vipi. Mimi mfuko yangu iko sawa. Mimi siwezi kosa pesa. Hai. Unaona hasa simu yenyewe. Hata ukitaka hii. Hii staki. Mimi nataka hii. Hii nakaa kama mimi na pesa zenye niko nazo. Mimi unajua sikai pesa kidogo nakaa pesa kidogo kweli. Ah, hiyo sura huna. Eh, mimi nakaa pesa kidogo huna lakini sasa. Mm.

Sasa uniambie ambie mko na hmm. warranty ya hii simu ama mko na liziti za hii simu, ati venye simu ikifanya nini hmm. itakuwa nini? Nataka ulikuwa unaletea mtu anataka warranty ya simu. Si angenda duka. Si angenda. Si liziti. Maswali zingine si nilikuambia za kuuliza. Angenda duka. Singeletea mtu kama unataka unataka warranty. Ah, si warranty nataka, nataka, We, nataka, i, liziti. unataka warranty wakati hii ni duka wewe, unaona hapa ni duka? Anasema wazi zidi. Sasa nilikwambia akikuja tena nikuchukua tu simu. Kwa nini? Unaniita mimi alafu unaniitia nini sasa? Kwa nini lazima atakuwa wazi zidi? Unasahau, hapa ni wapi sasa, nini shida? Usimini mambo yetu unaanza kuniuliza mambo ya warrant, najua uko na aa. Sasa hii kujua receipt, wewe kama unachukua simu ni ile yenyewe. Sasa simu iko sawa. Simu iko poa, iko poa. Hata mimi naogopa kwenye umeleta na studio, bwana umeleta huku. Kwani amekuleta kwa wanyama? Si amekuleta kwa watu. Unakaanga huku eh? Unakaanga huku, huku ndio kwetu. Mm. Hapa, hapa uko nyumbani wewe, jisikie huko poa. Mm. Jisikie kabisa uko vizuri. Simu yenyewe iko poa. Hii yako ilikuwa nataka nione, nione kama iko vipi. Mm. Hii yako sasa ndio imechapa. Tulia, mbona uko na haraka na hii simu? Ni venye sasa na shida, unachukua ya nini? Mm. Kuna kitu naangalia hapa. Kwani hii simu ni ile ilikuwa nimekuuzia ni? Ha? Hii simu. Ha? Ni ile ama? Pana inyangu. Ha? Ha, kwa hiyo usimemuuzia huyo. Ha. Unataka kusema mimi ni wenu? Nani? Hadi nauzi yangu wa vitu zenyu, biashara tunafanya hapa moja. Si ni lakini, by the way, hii simu ni poa na hiyo bei, lakini nitoa tuwalea ka kitu. Nikutolea nini? Hakuna kitu ya kutoa, labda nitoe line. Toa line. Kwani iko na line? Eh? Kwani iko na line? Siko na vitu vyangu, pengine labda hizo simu ndio nasoma naye kuangalia kila kitu ikae sawa. Niko mm, mm, na jibi ngapi iko na mia mbili, na basi tu tu nini. Nikulipe tu eh, lipa basi utalipa tu, venye utalipa shilingi ngapi sa sa pesa ngapi? Wewe unaniletea makarao? Wewe mshenga unaniletea makarao wewe? Wewe mjinga unaniletea mimi makarao? Mjinga goli. Hah? Unakuja kuniletea makarao?

Nasikia wewe toa. Unatuletea makarau hapa ira na napotea nayo. Chini atoe chake. Unatuletea makarau. Unajua ni maza, maza. Nakwambia urare hapa

Eh? Ni nini, niongee? Eh? Niongee, nini niongee? Niongee nini? Unafanya biashara gani hapa? Unaona niko na biashara, simu yangu, ni simu yangu. Hapana, ni simu yangu hiyo

Simu ulikuwa unapeleka wapi? Simu, simu ni yangu. Simu yako? Ya huyu mama ulikuwa unapeleka wapi? Ulikuwa unataka kununua unapeleka wapi? Bana, si nilikuwa naangalia. Na kuuza unafanya biashara gani? Mimi sifanyi biashara. Unafanya nini? Kwa forest unafanya nini? Eh? Kwa forest unafanya nini? Ni kwa shughuli zangu tu unafanya. Kwa forest? Shughuli zangu nafanya forest. Basi kila mtu anafanya vitu ambavyo labda wanafanya. Wengine wanafanya.

Hapo huyu amenipigia simu, watu wangapi? Si watu wengi wako tu wanatembea. Wanatembea kufanya nini kwa msitu? Sasa mimi najua shule ya mtu mi jui... sijuikekana yeah. huh? mliteka nyara, wako wapi hiyo simu? Ulikuwa umeuzia huyu mwenye, wako wapi Simu, babe. Simu, mwenye yako wapi? Ongea. Kwani hiyo simu umepeleka wapi? Nakuuliza mwenye yako wapi, mwenye hiyo simu. Ulikotoa hiyo simu wapi? Si uno nipatie hiyo simu. Kwani hiyo simu umetumia ni nani alikuuzia? Ni nani? Hata humjui tena. Humjui tena alikuwa anakupigia simu. Humjui? Eh, najua, najua. Eh? Humjui? Eh? Mwenye simu yako wapi? Mwenye hiyo simu. Mwenye, mwenye simu eh. Mwenye simu sijui. Ulitoa wapi hiyo simu ili upatie huyo ama umuzie. Achana na hao, ataongea. Acha ataongea. Mwenye simu wako wapi? Eh, mimi sijui, sijui bro. Ni ni bro yako. Wewe jaribu upotee wewe. Jaribu upotee uone. Kuja hapa. Kuja hapa wewe, kuja hapa, nitakwekelea risasi. Kuja hapa wewe, nakwambia, rudi. Basi umpige tu ishe. Rudi hapa wewe, shenzi sana. Rudi hapa, kuja na magarao hapa. Rudi hapa wewe, jaribu potee basi, ubora uende upigwe hiyo risasi ishe. Sinatamani kifo, jaribu uende, kuja, rudi hadi hapa kura kwenye, unaweza enda na pia dakika moja umefika hapa hapa, second hapa. Toka mbele yangu Anita. Kuja hapa! Sirudi hapa, nakwambia. Si rudi hapa nikukujie, eh? Rudi hapa! Sirudi wewe, bado utafanya mambo <laughs> sana chali

Hiyo si no, si simu naulizwa ni nini? Hiyo simu yenye naulizwa ni nini? Unaulizwa uende wapi? Nini simu ya? Unaenda wapi? Simu yenye ulinipatia jana. Mimi nimekuuzia simu. Umeniambia nilete kwenye wallet, si ndio? Wewe nimewaleta baba. Hiyo ndio mwaleta. Wewe ndio mwaleta. Bwana. Wewe, bwana. Hapo unaleta watu. Hapa ikuleta. Aleta mpenega wapi? Yeye anajua hapa sio kwa yake. Ni kwa nani hapa? Hapa. Hapa ni kwetu, Sisi. Ni kwenye na nani? Ni kwenye na nani? ceek kwenye na nani? Mnataka, mnataka mwenye hiyo simu. Nakuuliza, simu simu, simu ile simu ya jana. We, simu hiyo, alikupatia simu? Ndio. Yeah? mwenye hiyo simu ako wapi? Hiyo simu ilikuja k sime rekuia kwa mikono yako? Hiyo simu ilikuja kuja kwa mikono yako? na ongea, baba ongea, ongea, ongea haraka. uh-huh. Ongea? Na, lewe, monge, ongea. Na, kila siku tuna. Ati nini? Eh? Hao majamaa tunasumbuana na wao. Sasa mi sijui wameendaga wapi siku hiyo. Majamaa gani? Sijajuaga anaitoka kina nani. Si anatufuatiliaga sisi kama venye mmekuja sasa hapa mnasumbuana na sisi na tuna shida na mtu. Sasa ni nini tena, namba ya simu imetokea wapi? Ndio nakuuliza walienda wapi. Hii venye niliwaona akiendaga hivyo aliendaga kama sijajua, lakini si, sina uhakika venye wameenda na simu ilikuja kwa mikono yako? Simu hiyo si ulitumbia, ulikupatilia hapa mm. Ilikuja kwa mikono yako? Simu ukuja mkononi mwangu, Mw. hiyo yeah. Simu ya hawa watu ilikuja kwa mikono yako? Wao jamaa, wakati alikuwa anakimbia, ameangusha hiyo simu. Mwenye hiyo simu alikuwa mm, anakimbia akienda wapi? mimi sijui. Ulikoma wakimbiza Bro, ongea, walienda wapi?

Eh? Alikuwa angapi? Alitokea wapi? Mzee ongea, alitokea wapi? Mimi sijui. Wewe ni kijana mdogo wewe. Ongea, alitokea wapi? Wewe ni kijana mdogo wewe. Nitakumalizia hapa. Alitokea wapi? Alitokea wapi? Kwa mikono. Alitokea wapi? Mtaongea. Alienda hivi. Saidi huko chini. Tutapeleka kwenye alienda. Amka. Yeah. Amka wewe jinga. Chukua hizo Anita, nenda kuja hapa wewe, ewe, hizo takataka Anita wapatie wabebe

Nikatia simu, chukua eh, vitu haraka za nini, zako haraka. Unalia nini hapa? si simu ya mwenzio maisha